Eh, mabro usikii, kuna time niliendaga ushago I think ilikuwa 1982, sasa, apu, 82 kama sijakosea. Sasa hapo po ilifika tu hivi ushago kutoka Nairobi wakaniroba, unajua uh -huh. eh, ni juu ya nini, ilikuwa nimeua luku mpaka hata saa hizi unaona, nikotu kazi nimeingia job lakini venye nakaa zenye nakaa niko tu yaani maluku tu uh -huh. eh, eh. Wani weye napigia story, wamelala wote. Mazikuwa hivo lazima nigekupigia kelele, nigekupigia. Sa unalala, unalala nini? Unajua sijui hadi watoto watakula nini wewe. Hata umeamka kutafuta eh, pesa wewe unakuja kulala huku na hukuna, umenipea kazi kama ni content nikakataa kufanya hata nyi mnipigieni sasa, nilikuwa nataka kusikia kelele zenu. Mnipigie, mmeamka mmeamka? Mnapigiwa stori na mmelala, mnataka aje? Mnataka aje? Nyamaza a